Hujambo na karibu tena mtazamaji wetu wa Habari Kiganjani. Huu ni wakati na wasa mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa kabisa ili kuweza kuhabarishana habari, habari zinazojiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na habari iliyotufikia mezani kwetu, msimamo wa Chadema upo palepale wa no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Golugwa amewaonya viongozi wa CCM wanaozungumzia masuala ya chama hicho badala yake wameyataka kujadili masuala yao. Ameyazungumza hayo alipokutana na waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho Dar es Salaam leo Jumatano Machi 19, 2024. Itakumbuka kwamba Jumanne Machi 18, viongozi wa Chadema akiwemo na Katibu Mkuu John Mnyika akiongozana na viongozi wengine walieleza kwa msajili wa vyama vya siasa nchini kuhusiana na kauli yao ya no reform no election. Matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa, dosari za uchaguzi zinakitea, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ni nyinyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura. Zile karatasi feki za kura hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi. Sasa karatasi feki za kura zinakutwa vituoni, halafu anasimama mtu mwenye dhamana anatuambia watu wote milioni sitini kwamba uchaguzi uko sawa, umeenda vizuri. haya ni matu ni kwamba unaona Watanzania wote hawaoni hizi dosari. Sasa dosari hizi zote lazima tuzungumza kwamba tunahitaji mabadiliko haya, Gorugu amesema. Sasa mikutano hii mikutano ya CHADEMA inayotarajiwa kufanyika nchi nzima inalenga kueleza haya, na serikali lazima isikilize, rais lazima asikilize. Hii ni sauti ya wengi, sio sauti ya CHADEMA peke yao. Hii ni sauti ya watanzania wengi, na serikali inajua maneno haya na inafahamu kilio hiki, Gorugo amesema. Naibu katibu mkuu wa CHADEMA Tanzania Bara, Amani Golugwa, amezungumza hayo alipokutana na wanahabari makao makuu ya chama hicho Dar es Salaam leo Jumatano, Machi kumi na tisa elfu mbili na ishirini na tano. Katika mikutano yote hii inayotarajiwa kufanywa na chama nchi nzima, lengo letu ni kuelimisha, na ninawaomba sana ndugu wanahabari, ambao tutakuwa pamoja nanyi katika ziara hii, ninaomba sana Punchline zenu zilenge kuelimisha, na tunataka kuelimisha kile ambacho sisi tunakiamini kwamba kwa kipindi hiki kinatakiwa katika taifa hili, na sasa tuondoke kwenye maneno tuelekee kwenye vitendo, kwani kwa sasa no reform, no election inatamkwa kwenye kila mahali, inaimbwa kwenye kila mahali, ikiwemo kwenye vijiwe. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko hayo, kwamba ni mabadiliko gani tunayataka Tunaposema kuna mabadiliko kwenye katiba, tuanze kuyasema sasa kwamba muundo wa tume ili uwe huru, lazima tuseme muundo wake, utendaji wake. Haya ndiyo mabadiliko tunayoyataka. Walugu amesema mgawanyo wa majimbo, katiba yetu iondoke kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanya kwa kuangalia hali ya kijiografia, miundombinu, sijui katiba iwekwe wazi kuwa kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu na kila kura ya mtu iwe na thamani nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza, Gorugo amesema leo Jumatano Machi 19, 2025 na tumewaita wanahabari ili kuwajulisha watanzania mambo kadhaa ya muhimu, lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba kuanzia tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano tumekubaliana rasmi kwa viongozi wakuu wa chama, tutaanza ziara nchi nzima, na katika kalenda yetu ya mipango jinsi tulivyoipanga, tutaanza rasmi Kanda ya Nyasa. Na mkutano wetu mkubwa utafanyika jijini Mbeya na utawahusisha viongozi wetu wakuu wote, wenyeviti wa mabaraza Bazecha, Bavicha na Bawacha, wajumbe wa kamati kuu, sekretari. Na huu utakuwa ni mkutano wa kwanza tangu viongozi wakuu tumechaguliwa na wanachama hiki nchi nzima katika uchaguzi uliofanyika tarehe ishirini na mbili mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano Golugwa amesema. Naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara Amani Golugwa amewaonya viongozi wa chama cha mapinduzi CCM wanaozungumzia masuala ya wa chama hicho, badala yake wameyataka kujadili masuala yao. Golugwa amesema kuwa Watu wa CCM wamekuwa wasemaji wetu. Sisi tuna msemaji wetu mmoja tu, Brenda Lupia, lakini ukiwasikiliza watu wa CCM, ukimsikiliza Wasira amekuwa kama msemaji wetu, ukimsikiliza Makala amekuwa kama msemaji wetu, wanatusaidia kufikisha ujumbe. Lakini sasa wakome, wanaalibu kitu ambacho hawaelewi wakome. Sisi tunajua namna kuwaeleza. Hii kauli mbiu yetu, Kiswahili chake kinasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa mzee Wasira, sisi sio msemaji wetu, acha kutusemea kitu ambacho hukielewi, tutakuelewesha mabadiliko yanayotakiwa. Ni vigumu, sasa pengine atakubadili, lakini sauti ya watu wengi itakayopigwa kipindi hiki, masikio ya yule babu yataachia na ataelewa. Kwa hiyo, mimi naamini baada ya wiki mbili kutoka Nyasa ataelewa. Kiswahili chake ambacho anasema sielewi Kiswahili chake kinasemaje, semaje Ataelewa, ataanza kusema sasa Kiswahili chake inasema hivi: bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na sisi Chadema hatuweki mpira kwa pani, hii ngoma hatukimbii. Uchaguzi tutashiriki, lakini tutashiriki uchaguzi huu wote wote, tukiwa tumekubaliana mabadiliko yamefanyika.